Kuna kitu Mungu amenisemesha wiki hii. Nimekuwa nikipata shida sana kukiongea. Hili linaweza likawa ni onyo kwa watumishi wa Mungu lakini pia ni onyo kwa wanasiasa. Lakini pia ni onyo kwa Wakristo wote. Sisi taifa letu Tanzania leo hii tukiwa tunasherehekea msimu wa Pasaka, ningependa ujumbe huu mfikie kila Mtanzania na ajue hili ni, hii ni sauti ya Mungu aliye hai. Na Mungu amekuwa akinitumia kusema kwa habari ya vitu vingi sana kwenye nchi. Sasa amani tulionayo ilizaliwa kupitia mfalme wa falme ambaye ni Yesu Kristo, alimwaga damu miaka elfu mbili iliyopita pale msalabani na yeye tunamtambua kama mfalme wa amani. Si hekima, si busara, ni utoto, ni upumbavu, ni ujinga leo hii tukikubali damu za watanzania zikamwagika, wakati Yesu alishamwaga damu yake. Ni upumbavu, haukubariki hata kidogo. Ni mfano mifano ya kitoto kusema kwamba o oh, tuangalie mataifa mengine kama Kenya Kongo, wenzetu wakikosa kupata haki zao, wanaingia barabarani, wanaandamana, wanavunja amani. Let me tell you hayo mataifa mengine yanajifunza kwetu. Taifa hili tulikuwa na kiongozi anaitwa Mwalimu. Mwalimu alikuwa ni mwasisi wa amani. Kwa lugha nyingine, Tanzania ni walimu wa amani. Kwa kama sisi ni walimu wa amani, wengine anakiwa wajifunze amani tulionao kutoka kwetu. Amen na sio sisi tuipoteze amani yetu kwa upumbavu. Haleluya! Mtanzania yote unayenisikia, na ulioko hapa kanisani, wanangu wote, Mungu haridhii wajinga na Mungu hako radhi na wajinga. Viongozi wa dini, maandiko anasema unabii kazi yake ni kujenga, kufariji, kuuisha au kutia moyo. Unabii wote unaoligawa taifa sio unabii. Kabla Mungu hajakwambia chaguo la Mungu au chaguo la shetani, Mungu akwambia wa kuhusu watu wako ambao wana kansa wa hujawaponya. Nafikiri busara ni kuliombea taifa. Mtu yote aliyo hai ni mpango wa Mungu, ni mpango wa Mungu kwa sababu tuko hai sasa. Niombe nabii zozote zinazohusisha uchaguzi ziachwe, kwa sababu kuna nabii zingine ni kama zinachochea machafuko. Sasa Mungu alivii hii amani tulionayo sisi kama Wakristo, viongozi wa dini anatakiwa tuombe amani iongezeke. Amen. Wanasiasa bila kuangalia dini, ili ni onyo la Mungu bila kuangalia itikadi. Ikiwa kuna hali yoyote ya kutokuelewana, kuna katiba, kuna sheria, kuna mazungumzo, kuna meza za maridhiano. Itaneni, kaeni pamoja, ongeni, lakini si kuchochea watoto wetu wakaandamane watu wakavunja amani, ni jambo baya. Mfalme wa amani hayuko tayari kushuhudia damu iliyom